Baadhi ya abiria hao ambao wamezungumza na Klaus TV wameeleza kukerwa na tabia hiyo pamoja na usumbufu wanaopata wa daladala kutomaliza safari zao kutoka Mbezi kuelekea Mlandizi. Baada ya kufaulishwa, sio nzuri, ni usumbufu kama una mizigo kama hivi unavyoiona na unashuka nayo tena navia kwa gari nyingine. Naona ba. Sasa wao ndio wanaosimamia, wasimamizi wa hivyo vitu lazima wavisimamie. Wao wasimame sehemu kama hizi wazione kero za baadhi za abiria. Anatoka Mbezi akijadi hapa, anafaurisha abiria. Kuna mtu mwingine anasahau mizigo yake kwenye gari, hakumbuki gari gani aliopanda. Unakuta si mzigo wangu imepotea, na sisi tunaumia sana, kwa sababu kisha kutoka Mlandizi. Ukishatoka Mbezi uenda Mlandizi ukifaurisha, na sisi inatukera sana katika maisha yetu. Kwa upande wao madereva wa daladala dala hizo zinazofanya safari ya Mbezi Mlandizi wameeleza sababu zinazopelekea kukatisha safari pamoja na kuongeza nauli ifikapo nyakati za jioni. Ni kweli ile, unaweza ukafika hapa ukakuta na abiria watatu, alafu unakuta kipande ambacho unatembea ni sana sana kama kilomita tano au nne. Sasa huwezi kuondoka na abiria watatu mpaka Mlandizi, wakati kuna kilomita nne, inabidi tu ufanye mchakato wa kujeukia hapa ili ubalansi hata mafuta yako. Unaweza ukatoka Mbezi ukafika mpaka hapa una abiria wili wa Mlandizi, ukipiga mahesabu Mlandizi ni mbali, hauwezi kuwa na Mlandizi na abiria wawili. Labda mwenzako mbele ana abiria labda kumi, unaweza ukamba abiria awili akamalizia, afu karudi ukaenda kufanya kazi nyingine. Kingine nauli. Yaani, kila abiria na nauli yake, nauli imetangazwa lakini kila abiria akija anataka kulipa nauli yake anayojua yeye ndio shida ya, ya barabara hii. Sasa usiku wa, mtu ambao anarudi anakutana na zile gari ambazo ni za kuapaka ambazo zina kesha kwa mtu lazima atapanga nauli yake. Anafanya nini anayotaka ko, ndio hivyo. Kufuatia malalamiko hayo ya abiria, Clouds TV ilimtafuta afisa mfawidhi wa mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA mkoa wa Pwani, Bi Aisha Hamza na kueleza hatua anazozichukua kwa madereva wa daladala hizo zinazokiuka masharti ya leseni zao kwa kukatisha safari hizo. Mamlaka ya udhibiti usafiri wa ardhini mkoa wa Pwani kwa kushirikiana na jeshi la polisi, tumekuwa tukiendelea kuchukua hatua za kisheria kwa wasafirishaji wote ambao wamekuwa wakivunja sheria hizo, kanuni na taratibu, kwa kuwakamata, kuwachukua maelezo na kuwaadhibu kwa, kwa kuwaandikia faini zilizowekwa na mamlaka. Tunaendelea kuwasisitiza madereva kuacha tabia ya ukatishaji wa ruti na utozaji wa nauli kinyume na taratibu na sheria zilizowekwa na mamlaka. Pindi watakapobainika, hatua kali zitachukuliwa dhidi yao. Aidha, tunawaasa wananchi kutoa taarifa pindi wanapokutana na changamoto yoyote ile.